Manake utoaji wako wa sadaka utaleta heri kwa namna ya kiroho ambayo wewe huwezi kuielezea. Lakini upandaji wa aina ni ya pili ni upandaji wa akiba. Unatakiwa uwe na uwezo wa kuwekeza hela yako, na ili uweze kuwekeza vizuri, lazima ukusanye akiba ya kutosha. Tunasema akiba kwa ajili ya nini? Akiba ni kwa ajili ya uwekezaji. Haukusanyi tu akiba ili uwe nayo benki, tuseme uone muamala unasoma, ukiangalia balance unaona milioni kumi na mbili ili tu ujisikie vizuri. Unaweka akiba kwa lengo la kuwekeza kwa ajili ya wakati ujao. Tunapozungumzia akiba hapa tunazungumzia ile kiasi cha fedha ambacho mtu anakitenga kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya kupanda. Unaweza ukapanda kama sadaka ikaleta matokeo, siseme upande akiba. Akiba inapandwa katika uwekezaji. Ukinunua ng'ombe watazaa watoto, ukinunua shamba ukalima ukapanda mahindi yatazaa watoto, huko ni kupanda. Kunahitaji hela, na ili uweze kuwekeza vizuri na bidii, uwe na hela unaweka akiba unaweka akiba. Ukiwa na jambo unatazamia, nilikuwa sasa naishi kwenye nyumba ya kupanga hii hela ya nyumba ya kupanga sasa ibaki kama kulimbikiza akiba, nahamia kwenye nyumba yangu. Hiyo ni uwekezaji pia. Una ujuzi fulani na uhitaji ambao kwa huo, ukiweza kuendesha gari, ukiweza kujifunza driving, utaweza kuendesha gari, utapata kipato. Ukienda kujifunza kutengeneza sabuni, unawekeza hela ili ujifunze kuwekeza kutengeneza sabuni, ili ujuzi wako utengeneza sabuni ukuletee kipato. Ni namna ya kuwekeza, hiyo tunaiongelea. Na unawekeza vizuri kwa kulimbikiza akiba yako. Unaelewa, mtu wa Mungu, kama unataka kufanikiwa au kama utafanikiwa, uwezi kama hauna mfumo wa kulimbikiza mali kwa ajili ya uwekezaji kupanda pa apa, abapo, la e monsiro, xiro, lassima, kwa aina ya pili hapa ni kuwekeza mahali ambapo hela itazaa. Umenisikia broni? Hilo pozi lako hilo sio zuri, hilo sio zuri kabisa. Mnanielewa, watu wa Mungu? Lazima kuweka hilo kuwa jambo lazima, uwe na akiba, menisikia lazima usifanye tu kazi ukaenda zote kujinunua staili mpya ya makeup au ya nguo au viatu. Ah ah, uwe na utaratibu wa kuweka. Sasa baadaye nikuonyeshe kitu hapa, haya, nikuonyeshe kita. Angalia kitabu cha cha cha cha mwanzo sura ya 8 kwani, na kusisitizia jambo, nataka nikazie hapo leo kwenye akiba, ni muhimu sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 Mstari wa ishirini na mbili. Mwanzo nane ishirini na mbili. Umepata? Soma, muda nchi idumupo, maandiko yasema muda nchi idumupo, majira ya, ya kupanda na mavuno, na mavuno wakati wa baridi na wakati wa hali wakati wa kaskazi na wakati wa kusi mchana na usiku, mchana na usiku. hafita koma kama vile ambavyo ujawahi kuona usiku tu masaa ishirini na nne, nane mawe kwa mka alafu giza aliki saa kumi na mbili usiku saa moja kuna jua tuna saa mbili kuna mtambu uzaliwa mawe kuna jua saa tano usiku jua limekoma limesema bwana kila siku unafurahia wewe tumiahii na mimi, leo nataka niwepo. Umewahi kuona jua limegoma kuondoka, au giza imefika saa kumi giza ni kumi na moja lalita kumi na mbili, siku hiyo saa moja bado kuna giza, kama sasa siku umeshakuona sas? Umewahi kuona? Haijawahi kutokea. Ndiyo hivyo anasema pia majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma katika dunia hii. Ndugu yangu, nisikilize kwa masikio mengine. Leo kuna vipindi na nyakati za kupanda na kuvuna. Wakati COVID ilivyoipiga dunia, ulikuwa ni wakati mzuri wa kupanda au wakati wa kuvuna, kutegemeana na wewe umeweka akiba muda mrefu unataka ukaipande. Kuna majira huwa yanatokea katika maisha ya mtu, majira ya kupanda. Kwa hiyo tunaweka mbegu zetu kama akiba, ili majira ya kupanda yakifika, tupande tukitegemea mavuno, kwa sababu tukihakikisha tumepata majira ya kupanda na tukayafanya vyema, majira ya mavuno yatakuja tu, hayana jinsi. Lakini ukikosa majira ya mambo ya kupanda. Tutegemee mavuno. Ingawa sema, ingawa kama vile usiku na mchana visivyokoma, majira ya kupanda na majira ya kuvuna havitakoma. Dunia hii inazunguka, majira yako ya kupanda yapo, na yakikukuta wewe, unatakiwa kukute na tayari, uko tayari kufanya nini? Kupanda, kupanda, au nyakati za kupanda ni zile fursa zinazomkuta mtu wakati amelimbikiza akiba zake. Unasikia gari ya milioni kumi, kuna mtu ana shida milioni tatu, na habari zimekufikia wewe kwanza. Lakini hata huko huko, kipindi cha Covid watu wameuza sana nyumba zao, hivi unajua kwa bei ya kutupa. Mama yuko hospitali anapumulia mashine, na wewe ungesaidia. Wewe unasababisha ugonjwa eh? Wewe umemwambia wauze nyumba yao, lakini sasa wametaka kuuza ili wakamnusuru mama yao. Nyumba ya mwema, milioni hamsini, wanatafuta milioni kumi ah, na tano tu sana pungufu. Unaongea sasa, wewe akiba hauna, unaishia tu na daa. Mama wakati wa kupanda ukikukuta ukukute na akiba yako imelipikizwa. Ndio watu wanatajirikia hapo, halisi. Fursa inakuja na inakukuta umejiandaa. Hiki kitu anachokiita watu bahati, bahati ni fursa inayokutana na mtu aliyejiandaa. Ana bahati yule, amenunua nyumba, amenunua nyumba kwa sababu aliweka akiba, alijiandaa. Jiandae kwa ajili ya wakati wa kupanda kwako ili usipitwe na wakati wa mavuno. Ndio unajaribu kukwambia. Kwa sababu majira ya kupanda yatakuja. Ya, ili mradi uko hapa dunia, maandiko yanasema hii, muda nchi idumupo. Wakati wa kupanda upo na wakati wa kuvuna upo. Ukipitwa na wakati wa kupanda, usitegemee kama utavuna. Unaelewa mtu wa Mungu? Tumetumia lugha gani hapo? Najaribu natamatama hapo, uhakikisha kwamba unapata hiki kitu. Haijalishi utakuwa na visingizio kiasi gani, usipojifunza kuweka akiba kwa ajili ya nyakati za kupanda, hautapiga to utona. Maisha ni magumu, lakini kiuchumi sahau kama unakula vyote. Ukipata wishi, unahakikisha bazo vinaisha. Umekwisha sema sitakuisha wazina rahisi, nitaweka faida zangu za kutosha, nitaweza nita uwezo wa muda wa kupanda. Ni zile fursa zinazowatokea watu katika majira mbalimbali, na fursa hizo wewe unajua, katika umri huo hapa duniani tayari unajua. Gloria, unanisikia? Gloria unanisikia? unajua tayari kwamba huwa kuna fursa zinatokea, sijui lakini mimi nikuta, mara nyingi nakutana na habari na ya kitu ambacho ni kama kinatupwa na kwa hiyo yule ambaye ame, alikuwa ameweka akiba anakuwa ndio kama striker pa watu wanamshangilia yeye, lakini mpira umeanzia huko, uko kipa, umekia kakaukaenda uka, uka, uka ukazunguka, ndio ukamkuta yeye, lo kichwa, ile ni kazi ya, ya. Ha. Ha. Lona, no. Hine, ni kazi, akiba taarifa inapita kwa madalali, inapita kwa wanyefanya biashara wote, inaangukia mikono mwako mba, unahakiki kiwanja kweli, lakini na mgogoro hakina, unacheki cheki wizara, mambo ya ndani, wizara mba... ya mba... ardhi mba... pale mba... mba... mba... mba... kiko sana, unauliza serikali za mitaa, la la, unaambiwa kiko poa. Una kitu kimoja ambacho kwa kinakatisha tamaa katika akiba ni kwamba ulimbikiza akiba yako, alafu ukawekeze mahali, ukapigwa Kuanza kuweka akiba tena ile iloaa. Kwa hiyo jitahidi sana unapoweka akiba yako, hata ukiambiwa kuna kiwanja kinauma, fuatilia vizuri, lakini kosi kiwanja usipoteze akiba yako. Hakikisha hii fursa hela iliela vizimayage usilimbikize akiba afu ukaipoteza ukapanda kwa baya. Lakini najaribu kukwambia nini? Nyakati hizo zipo katika maisha ya kila mtu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Mwanzo wa 41. Nataka tusome hii habari, alafu mimi leo niishie hapa. Hakikisha jirani yako yuko macho. Kwa sababu kuna utajiri wake. Kuna utajiri wake hapo. Mwanzo wa 41. Mw. Utanielewa tu.

ndio ni mashaka labda. Baada sasaanza atatangana kwa kiti karibu. Si mwere hiyo. Ili karibu. Tena ukishangaa kwa pili inja. Ndashangaa <laughs> na yake. Mwanzo afa na mmoja. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima. Farao akaota ndoto. Atazama wamesimama kando ya mto. Atazama ng'ombe saba wazuri wanono. Walipanda kutoka mtoni. Wakajilisha manyasini. Atazama ng'ombe saba wengine na wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine utungoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe saba wazuri wanono. Basi Farao akaamka, akalala akaota ndoto mara pili. Tazama, masuke saba yalimea katika bua moja, makubwa mema, natazama masuke saba membamba, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Sema kumbe ni ndoto tu, ni ndoto tu. Mstari wa nane: hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawajifia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Basi mkuu wa onyeshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo aliwakasirikia watu wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa wakuu wa askari, mimi na mkuu wa waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa fasili, kwa tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwembrania, mtumishi wa mkuu wa askari, tukamwadithia naye akatufadhilia ndoto zetu, akamfadhilia kila mtu kama ilivyoku. ilivyokuwa ndoto yake, ikawa kama bila ilivyotufasilia Ndivyo ilivyotokea, mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa. Sura kumi na nne. Ndipo Farao akapeleka watu akamwita Yusufu, wakamleta upesi toka gerezani, akanyoa akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Habari za Yusufu aliyetupwa na ali ndugu zake, akauzwa akanunuliwa, akapelekwa Misri akanunuliwa na mtu mmoja anaitwa Potifa alikuwa ni mtu mkuu katika jeshi katika katika ufalme wa Farao. Potifa akamfanya Yusufu kwa mfanyakazi wake wa ndani. Yusufu alikuwa anampenda Bwana, alikuwa anamheshimu, kwa hiyo baraka Bwana ikaambatana naye na Mungu akamfanikisha katika kazi yake yote. Kwa hiyo nyumba ya, ya Potifa ikastawi na kuongezeka na kufanikiwa sana kwa sababu Yusufu alikuwa ndani ya nyumba ya Potifa na Potifa akamkabidhi Yusufu kila kitu asimamie kuhusiana na nyumba yake. Mke wa Potifa akamtaka kijana wa watu Yusufu kwa sababu anampenda Bwana akakataa, akatupa gerezani. Akasema siwezi kumkosa Bwana nikalala na mama huyu, bora nitupwe. Wapi? Gerezani. Kule gerezani, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, hata yule mkuu mkuu wa gereza akamwachia gereza zima Yusufu. Yusufu akawa ndio nyapara, nyapara, kwa maana ndio mfungwa aliye msimamizi wa wafungwa wote. Gereza liliendeshwa li, kwa kauli ya Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa katika usimamizi wa mali, katika utawala, management. Alikuwa ni hatari kwenye hilo eneo. Yule mkuu askari akaona, mimi mimi nipate shida? Yani ninamweka huyu yusufu awasimamie wafungwa wa wenzake wote, akawa mkuu gereza. Lakini akaendelea kumcha Bwana na kumuomba Bwana katika shida yake. Usiku mmoja, amelala leo gereza, ameamkia mfalme akamwita kwa sababu ya ndoto aliyowahi kuitafsiri kwa wale waokaji na wanyweshaji, yule mwokaji na mnyweshaji waliotupwa gerezani kwa sababu walikuwa wamemkosa mfalme, alipowatafsiria ya ndoto yao. Siku ilipotokea fursa ikulu ya kutafsiri ndoto, mnyweshaji akakumbuka sema akakumbuka sema akakumbuka akamkumbuka Yusufu. Ndio maana ni muhimu sana kuishi na watu vizuri, hata kwenye swala la akiba Fursa zitakujia kwa kadri ambavyo umeishi na watu vizuri, kwa sababu hakuna mafanikio unayoyataka ambayo hayako mikononi mwa mtu. Kila hatua kiuchumi unayoitaka kuna mtu anayojai, unaelewa vizuri, kuna mtu lazima akupe. Hata kama mungu atakupa atamtumia mtu. Hapa ilikuwa ni Yusufu, anamcha Mungu, anampenda Mungu, amekataa uovu, amekubali kuteseka ili asifurahie furahia uovu. Maanake anampenda sana Bwana, lakini ilihitaji mnyweshaji. Ukisoma mstari wa 40, Yusufu aliwakuta mnyweshaji na mwokaji wamekaa na uzuni. Na kufurahi kwa sababu ana uzuni, akamuhusu hiyo uzuni. Kwa nini mnakaa katika uzuni? Sasa tumeota tangu ndoto lakini hatupatii kwa kufasiri. Kwa atupita kwa hapo. Akaambia, "Anatafsiri ndoto zilikuwa?" Hebu niandikieni. Akawasaidia kwa hali.